Nichukue fursa hii kutoa pongezi kwenu kwa kuidumisha kamati hii tokea mwaka iliyozinduliwa mwaka 2005 hadi leo. Kama tulivyoambiwa hapa, imefanya kazi kubwa ya kuhamasisha amani, imefanya kazi kubwa ya utatuzi wa migogoro, na kwa kweli ni, ni jambo la msingi sana kuendelea kuwa na kamati kama hii ambayo, e, mustakabali wa nchi yoyote ile ni uwepo wa amani. Kwa hivyo, tukiwa tuna kamati zinazofanyia kazi amani kabla haijavunjika ni jambo la msingi sana. Nawashukuru sana kwa kuja na mwongozo, mwongozo wa viongozi wa dini kuhusu uchaguzi. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa na mwongozo kama huu. Nashukuru kwa kunipatia nakala hii, nitaisoma vizuri na ni mategemeo yangu kwamba viongozi sote tutausoma mwongozo na tutauzingatia. Manabii yaliotangulia Nabii Isa, Nabii Zakaria, Nabii Yahaya, kwamba walikuwa wanaomba amani, wanataka amani, siku ya kuzaliwa amani, siku ya kufa na amani, siku ya kufuliwa. Na mimi naongeza kwamba hii vipindi vitatu na si kama alivyotaka manabii, na si vipindi vitatu hivi bila bila amani siku ya kupiga kura, amani siku ya kuhesabu kura ya pili, na amani siku ya kutoa matokeo ya kura. Mara nyingi shughuli zetu zinakuwa ni mazungumzo, kwa hivyo si aghalabu sana kuisikia kamati inafanya kazi katika vyombo vya habari. Kama ndani ya watu hakuna amani, basi hakuna maendeleo. Tungetamani kwamba watu wawe na amani kutoka ndani ili waielezee nje, alafu na basi tuwe na maendeleo, kwa sababu kutakuwa na ushiriki mkubwa katika kazi za kimaendeleo. Kama ni chombo cha kidini, kinachohitaji ni amani na utulivu. kyo mpaka leo imetufikia sisi na sisi tumepokea hmm. kutoka kwa waliotutangulia, tunaendeleza jambo hili. Elezea uchaguzi ni nini, tunataka watu wetu wajue ya kwamba hata kwenye dini hizi suala la uchaguzi lilikuwepo na kwamba uchaguzi si sababu ya kutuhitilafiana. Bali ni kuchagua na iwe iweje, mmoja atakuwa rais, mmoja atakuwa mbunge, mmoja atakuwa mwakilishi kwenye, haiwezi kutokea mkawa wote watatu. Kwa hiyo dini, uh, inasema nini kuhusu chaguzi?